Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Wakati ule Yesu alikuwa akitembea katika Galilaya, maana hakutaka kutembea katika Uyahudi kwa sababu Wayahudi walikuwa wakitafuta kumua. Na sikukuu ya Wayahudi, sikukuu ya vibanda ilikuwa karibu. Hata ndugu zake walipokwisha kukwea kuiendea sikukuu, ndipo yeye naye alipokwea, si kwa wazi, bali kana kwamba kwa siri. Basi baadhi ya watu wa Yerusalemu wakasema, je, huyu siye wanayemtafuta ili wamue na kumbe anena waziwazi wala hawamwambii neno. Yamkini hao wakuu wanajua hakika ya kuwa huyu ndiye Kristo. Lakini huyu twamjua atokako, bali Kristo atakapokuja hakuna juwaye atokako. Basi Yesu akapaza sauti yake hekaluni akifundisha na kusema, mimi mnanijua na huko nitokako mnakujua, wala sikuja kwa sababu yangu, ila yeye aliyenipeleka ni wa kweli, msiyemjua ninyi. Mimi namjua kwa kuwa nimetoka kwake, naye ndiye aliyenituma. Basi wakatafuta kumkamata, lakini hakuna mtu aliyenyosha mkono wake ili kumshika kwa sababu saa yake ilikuwa haijaja bado. Injili ya Bwana. Wapendwa, katika wakati wa Kwaresma, hasa juma hili la nne la furaha, tunaendelea kutafakari juu ya upendo wa Kristu kwetu upendo wake ambao leo Ijumaa unadhihirishwa na utayari wa Kristo kama tunavyosikia katika Injili wa kusema nasi. Anafahamu wako wanaomtaka kumnenea mabaya, wanaotaka kumtendea mabaya, lakini habaki nyuma. Kwa namna moja au nyingine, anajizatiti kusogea, ili aweze kufundisha nasi tuweze kupokea tunu bora za mafundisho yake na hofu hiyo bado anafika Yerusalemu na anaongea, kwa sababu anajua tumaini lake kwa Mungu ni kuu. Mungu mwenyewe ndiye anaamua nini kitokee kwake kwa wakati wake, na si kama vile watesi wake watakavyotaka wao wenyewe. Lakini katika haya yote anatuonyesha ni namna gani tunapaswa kumfahamu. Wakati mwingine tunafikiri tunaweza kuwa tunafahamu jambo lakini tukikataa kumsikiliza au kusikiliza upendo wake na neno lake, tunafunga milango ya kuendelea kupanua upeo wetu, ili kuweza kutambua hasa ni nini zaidi anachopenda kutupatia. Walifahamu alikotoka hasa zaidi, kwa mazingira ya jamii yake, hasa waliokuwa ndugu zake, lakini wangemtambua kweli yeye ni nani, wangetambua kweli wapi anatoka wakati mwingine tunashindwa kutambua si wenzetu tu, bali wakati mwingine hata sisi wenyewe tu nani, hadhi yetu ni ipi katika upendo na ufalme wa mbinguni, kiasi kwamba tunashindwa kutambua asili yetu ni ipi hasa na mamlaka yetu ndani ya Kristo, tukitambua kwamba sisi hasa katika ubatizo tunaambatanishwa na ile ushirika ya Kristo kule alikotoka yeye mbinguni tunatambua mamlaka yetu ambayo tunayapokea kwa kushiriki ile zawadi ya upendo wake kukaa kwetu sisi, na hivi kutambua hiyo asili yetu inatusaidia sisi kutambua wapi tunaelekea, na katika ujasiri mkubwa kusafiri pamoja na Kristo. Hivi tujitahidi tumtambue Kristo ni nani, ili tutambue ni wapi anatoka katika hilo tuweze pia kuambatanisha na maisha yetu, utahayari wetu wa kupokea hiyo asili yetu tunayoipata kutoka kwa Kristu, ili kwa hiyo itusaidie tunaposafiri katika maandalizi yetu ya kumpokea Kristu mfufuka, ituwezeshe kumpokea kweli kama ndugu yetu, kama rafiki yetu mpendwa na Bwana wetu, na si ndugu tu tunayetembea naye kutoka Galilaya kupanda Yerusalemu katika maisha yetu kuja kanisani, kurudi nyumbani, lakini pia tunaitembea naye ndani ya mioyo yetu, ndani ya wale wanaotuzunguka, lakini pia hasa zaidi, kutuwekea sisi saa ambayo ni ya Mungu kwetu, na ili inapofika basi ituwezeshe kuyapokea hayo yaliyo mapenzi ya kweli ya Mungu, pasi kuogopa watesi wetu na hasa pia pasi kuogopa mazingira ambayo kwa namna moja au nyingine yanatuzuia kuishi hasa huo uasili wetu, kuishi hasa huo upendo wa Mungu ndani yetu, kuishi au kushirikishana pia hizo asili zetu au huo utambulisho wetu mpya na ulio mkamilifu tunaoupokea na kuushinda ndani ya Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari ya leo mlikuwa nami ndugu Simon Shimbe Shemasi wa ndugu wa Francisco wa Conventuali Tanzania.